Katika jiji lenye makelele yasiyokoma, magari yakipiga honi na mitaa ikijaa matangazo ya neon usiku, Ben na Ruth walijikuta wakiishi maisha ambayo yalionekana kamili kwa nje, lakini mara nyingi yalikuwa na shinikizo kubwa ndani. Ben alikuwa na kazi ya tech startup, muda mwingi kwenye laptop, mikutano ya Zoom na mawasiliano ya WhatsApp yasiyoisha. Ruth, kwa upande mwingine, alikuwa content creator maarufu kwenye Instagram na TikTok, akipiga picha, kuandika caption na kuendesha live streams kwa maelfu ya mashabiki waliompenda. Kwa nje, walionekana kama power couple, kila mtu akiwatazama kama mfano wa ndoa ya kisasa yenye mafanikio. Lakini ndani ya nyumba, kila like na comment ilileta umbali mpya. Kulikuwa na siku ambapo Ruth alihisi Ben hatupi muda, kwa sababu kila mara alikuwa busy. kidogo tu babe. Ben naye alihisi kama Ruth alipenda ring light zaidi kuliko yeye. Moja ya usiku, baada ya siku ndefu, Ben alimwambia Ruth: Ruth, najua mashabiki wako ni muhimu, najua kazi yangu pia ni muhimu lakini sijisikii kama sisi wawili tunabaki na nafasi ya kweli. Ni kama tunakimbiza dunia, lakini tunapoteza sisi. Ruth alikaa kimya, macho yake yakimtazama Ben kwa huzuni, lakini pia kwa mshangao. Aliwaza, nimekuwa nikishindana kwa likes na views, lakini je, nimeacha kushindania moyo wa mtu ambaye niliahidi kumpenda? Usiku huo haukuwa wa mabishano makali, Ulikuwa wa mwanga wa ukweli. Walikaa sebuleni, simu zikiwa zimenyamazishwa, na walizungumza kama marafiki wa zamani waliosahau kuwa bado wana uwezo wa kucheka pamoja. Walifanya uamuzi mpya: Jumamosi mmoja kwa mwezi, hakuna simu, hakuna kazi, hakuna mitandao ya kijamii, ni wao tu wawili. Waliita siku hiyo Digital Detox Date. Jumamosi ya kwanza, walikwenda kwa picnic Karura Forest, wakecheka wakila mandazi na juice, wakipiga picha za random bila kufikiria caption, na waligundua kitu ambacho walikuwa wamekisahau: furaha yao haikuwa kwenye validation ya dunia, bali kwenye urafiki wao wa ndani. Waliamua kugeuza hii kuwa desturi na taratibu Ruth alianza kugundua kuwa mashabiki wake walipenda hata zile posti zake zisizo na editing nyingi, zile za kweli, akiwa na Ben. Ben naye alijifunza kusawazisha kazi yake ili kumtazama Ruth, sio tu kwa macho, bali pia kwa moyo. Na hapo ndipo walipojifunza fundisho kubwa la ndoa ya kisasa: kati ya likes na deadlines, kati ya presha ya kazi na presha ya kijamii, bado kuna nafasi ya kweli ya mapenzi ikiwa tu mnaamua kupumua pamoja.